Wataalamu wa usalama mtandaoni wametakiwa kutumia taaluma yao kulinda mifumo ya kidijitali badala ya kufanya udukuzi wa taarifa binafsi za watu, mashirika na serikali. Tunaanzisha programu kwa ajili ya vijana ambao wanatakiwa wakaitumie vizuri, lakini ukitumia ndivyo sivyo, sheria zipo na sheria kwenye masuala ya mtandao ni kali kiasi cha kutosha, ila mimi kama mzazi na kama mwanataaluma nadhani ukipitia programu hii alafu ukafanya hivyo hivyo, ndivyo sivyo, mimi kwangu wewe ni mjinga tu na ukustahili kuingia kwenye hiyo programu. Kwa hiyo nina imani vijana ambao wameingia hapa ni vijana werevu, sitegemee kupata mjinga hata mmoja. Kutoka huko hadi sasa, bara la Afrika lina wataalamu wa usalama mtandaoni wasiozidi elfu saba huku uhitaji ukiwa ni zaidi ya milioni nne.

Mafunzo hayo maalum ya kwanza barani Afrika yanaendeshwa kwa ushirikiano kati ya serikali ya Tanzania, chuo kikuu cha Dodoma na wataalamu kutoka nchini Marekani. So, mimi nafurahi uh, kama Makamu Mkuu wa Chuo Kikuu cha Dodoma kwamba tunaposema na tunapomwambia mtu yeyote kwamba tunatoa wataalamu wazuri kwenye eneo la usalama wa mitandao tunamaanisha. Hata waliotoka Marekani wamekuja, wamethibitisha kwamba tunamaanisha. Wanafunzi wa IACT wanaoshiriki mafunzo hayo wamesema wako tayari kuitumikia nchi. klipsi nyingi ambazo ziki vijana wakifanya mambo mengine ambayo hayafai na yanaonekana mitandaoni. Kwao sisi kama vijana tunayo jukumu ya kuelimisha vijana wenzetu, lakini pia kupata elimu ambayo itakuwa dira nzima ya vijana katika masuala mazima ya kimtandao. Mafunzo hayo nitayapata yatasaidia mimi na wengine kuwa salama mitandao, matumizi mazuri ya kimtandao pia mimi binafsi kulinda taarifa zangu binafsi na matumizi yangu kwa ujumla. Mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi za Tanzania kujenga ulinzi imara wa mtandao kwa maendeleo ya sayansi, teknolojia na uchumi wa kidigiti. Benedict Msungu, Daily News Digital, Dodoma.